Mafunzo kwa watumishi wa bunge yanatarajiwa kuongeza ufanisi katika kushughulikia masuala ya wananchi kwa haraka na weledi. Hayo yameelezwa na Mheshimiwa Hemedi Suleimani Abdullah, makamu wa pili wa rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, katika ofisi ndogo za bunge huko Tunguu, Zanzibar, wakati akifungua rasmi mafunzo hayo kwa upande wa Zanzibar yanahusisha kamati ya uongozi, tume ya utumishi wa bunge na makamu wenye viti wa kamati za kudumu za bunge. Amesema amefarijika sana kushiriki katika mafunzo hayo ambayo yatawafanya watumishi hao kupata ujuzi mzuri katika kazi zao na kujenga ushirikiano mzuri kati ya bunge na wananchi. Pia napenda kutoa shukrani zangu kwenu nyote kwa mahudhurio yenu mazuri hapa Zanzibar katika mafunzo haya ambayo Yameainishwa na watangulizi wangu na wakaribisha sana hapa Zanzibar. Ni imani yangu kwamba hamtajutia uamuzi wenu wa kuja hapa Zanzibar kufanya mafunzo haya, kwani mtapata fursa pia ya kutembelea maeneo mbalimbali ya utalii ili mweze kuona uzuri wa visiwa vyetu vya Zanzibar na kufurahia. Ni kweli kama ambavyo amesema Mheshimiwa Spika, hapa Zanzibar kuna vishawishi vingi, lakini vingi sana ni vishawishi vizuri kwa hiyo naamini mtaweza <coughs> kuvitumia vizuri na hatimaye mtarudi kuchapa kazi kama maelekezo na taratibu za Bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya kipekee na kwa dhati kabisa napenda kutumia nafasi hii kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dokta Huseini Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa maono yao mapana, busara na hekima kubwa wanaoendelea kuionyesha katika uongozi wao thabiti unaojali maendeleo ya watu kwa kuimarisha misingi ya utumishi wa umma na kutoa mafunzo kwa watumishi yenye kujenga weledi, uwajibikaji na ufanisi katika utoaji wa huduma bora. Tuendelee kuwaunga mkono viongozi wetu hawa na kuwaombea dua kwa Mwenyezi Mungu wazidishie nguvu na afya njema ili waendelee kuliongoza vyema taifa letu na tuzidi kupiga hatua ya maendeleo Tanzania kwa ujumla. Mheshimiwa Spika, leo ni siku ya furaha kwangu kujumuika nanyi katika mafunzo haya ambayo shabaha yake inalenga kuwajenga uwezo nyinyi, waheshimiwa viongozi, ambao naamini wengi wenu ni wapya, ili kufanikisha uendeshaji wa bunge letu jipya la kumi na tatu sambamba na kuimarisha ushirikiano baina ya bunge na serikali na hatimaye kuisaidia nchi yetu kusonga mbele kiuchumi, kisiasa na kijamii. Pia amesema kuwa serikali inafanya kazi kubwa katika kuimarisha bunge linafanya kazi vizuri na kubadilishana uzoefu kwa kushirikiana katika utendaji wao na kufanyia kazi mafunzo aliyoyapata. Ni imani yangu kuwa mafunzo haya yatakuwa jukwaa muhimu kwenu, waheshimiwa viongozi, ambalo linawapa fursa ya kubadilisha kubadilisha, kubadilishana uzoefu kujifunza kwa pamoja na kujenga mtazamo wa pamoja kuhusu namna bora ya kuziendesha kamati zetu kwa uweledi, ufanisi na kuwezesha kuwa na bunge la viwango, na sina shaka kwamba bunge hili litakuwa la mfano. Rai yangu kwenu, kushiriki kamilifu katika mafunzo haya kwa kubadilishana uzoefu na kutoa michango yenu kwa uwazi ili kila mmoja baada ya kuondoka hapa akawe chachu ya maendeleo katika eneo analolifanyia kazi. Aidha, amewataka kutoridhika na mafunzo hayo, hivyo wanapaswa kujiendeleza zaidi katika utumishi wao na kufanikisha majukumu yao ipatavyo. Mheshimiwa Spika, napenda sote tufahamu kwamba kiongozi ni mwanafunzi asiyehitimu kujifunza. Kiongozi ni lazima awe na juhudi binafsi na endelevu za kujifunza mambo mapya kila siku ili kuendana na mabadiliko yanayojitokeza yanayojitokeza, ya mbinu za kuongeza na kukabiliana na changamoto mpya zinazojitokeza mara kwa mara katika utekelezaji wa majukumu yetu. Ni muhimu kila mmoja wetu wakatambua, pia uongozi ni dhamana, na dhamana hii inahitaji maarifa, hivyo tusiridhike tu na tuliojifunza jana pekee, bali tuongeze maarifa mapya kwa kila leo. Mtazamaji hii ni Zantime. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.